Buka toka tunakuja hapa, nafikiri kwa kiasi kikubwa timu kama mnavyokumbuka, ilimaliza raundi ya kwanza na mechi mechi 15 ikiwa na point 11. Mechi 15 za raundi ya kwanza timu imemaliza imefunga magoli sita. Mechi 15 za raundi ya kwanza timu imefunga magoli 17. Mechi 15 za raundi ya kwanza timu iko nafasi ya pili kutoka mkiani kwenye mstari wa 10. So ukiona raundi ya pili toka mmekuja mpaka hapa tumekusanya point 19 Eh, ukijumlisha na pointi 11 za raundi ya kwanza unapata pointi 30. Pointi 19 ni zaidi ya point ya timu yoyote ile katika nafasi kuanzia nafasi ya tano mpaka nafasi ya 16. Hakuna timu ambayo imekusanya pointi nyingi ukilinganisha na Tanzania Prison. Kwa hiyo hiyo ni mafanikio ya kila mmoja, kwa maana wachezaji ninaonao sasa hivi, mechi na fundi ninaonao, uongozi, kamati ya mashindano, pia pamoja na mkuu wetu. Ndio maana nimechukua nafasi kuweza, kwa maandalizi ya timu sofa, nafikiri tumejiandaa vizuri tumejiandaa vizuri. Mazoezi yetu ya mwisho tumefanya asubuhi ya leo, lakini katika hali ya kikosi hatuko na majeruhi kwa, kwa timu ambayo ilio, iliyoanza katika mechi zilizotangulia, lakini pia tuna urejeo wa Samson Mwaituka sambamba e, na Meshack Ibrahim. Kwa hiyo hao ni wachezaji ambao walikuwa majeruhi wa muda mrefu katika mechi nne, lakini wanaongezeka katika kikosi, kitu ambacho kinafanya maandalizi yetu yanakuwa vizuri. Lakini jambo lingine ni kwamba tumejiandaa kwa maana ya kuona ambavyo tunaweza kucheza dhidi ya timu ambayo ni mabingwa wa Tanzania. Tumejiandaa pia kucheza na timu ambayo iko imara kwa maana ya wachezaji. So sisi kama Tanzania Prison nadhani mwendelezo wetu sisi wa matokeo ya kushinda mechi nne mfululizo mpaka hapa tunapokwenda hapa inatupa morale kikosini na pia hata mazoezini atatumia kubwa sana kuweza kumotivate wachezaji. Ni mechi ambayo ni muhimu kwa pande zote mbili, lakini sisi kama timu ambayo tuko tunaepuka kutokucheza playoff nafikiri tuna kila sababu ya kuona kwamba kama tuna umali, perfect, basi tuitumie, lakini mm -hmm. Hayo yote yanategemea na sisi maandalizi yetu, kama nilivyozungumza kwamba tuko katika maandalizi mazuri. Kila mechi unayocheza inakupa maswali ya kuingia kwenye session inayofuata, kwa, kwa maana kwamba kwa mechi zilizopita za Coastal League ya Tanzania na zingine ni mechi tofauti na, na. Kwa hiyo hata plani yake, kama mechi ile plani ilikuwa ni kuattack, kuattack maana yake unaruhusu. Mechi plani ya Yanga ni tofauti na mechi zilizopita. Kwa hiyo ninaamini tuko na mpango ambao malengo yake makubwa ni kucheza na Yanga. Unapocheza na Yanga maana yake huwezi kufananisha mechi hii na timu zingine hizo. Kwa hiyo chochote kile ambacho ulichokiona kwenye mechi hiyo pita na fifu utakuwa na mabadiliko kidogo kwa maana ya taktiki ambazo kwa sababu kimbinu huenda kuhitaji kushinda moja kwa moja kwa kuanzia na Shabana na kaka. So ni different kwa sababu kwa unacheza na timu kama hizo ya Yanga kwa sababu unapocheza na Yanga maana yake unategemea kutoka kucheza kutokana na strength ya kwake yeye mwenyewe. Aucheze kutokana na stress ya kwako na adjust yes, kidogo. Kwamba sasa nacheza kutokana na stress ambayo iko nayo ndani, then stress yangu mimi itakuwa naipata katika moment ndogo ndogo. Nachoweza kukwambia ni kwamba toka siku ya kwanza ambao nilio, nilio kuja Prison, nilio ambayo nilio niliokuja Prison ilikuwa ni siku ya maamuzi. Niliacha timu ambayo iko katika mstari wa kupanda daraja kwa maana ya Geita Gold ambayo iko katika nafasi ya pili afu nikaja kwenye timu ambayo nataka kushuka daraja. Unaweza kuona maamuzi ambayo niliyachukua yale yalikuwa ni maamuzi magumu sana kama ni mtu mwoga na so it's si obvious kwamba swala so, la hofu mimi kwenye maisha yangu, na natoka si abahiai minatokaamtu hata atajekea jeshini, ni mwanajeshi moja kwa moja. Kwa hiyo mi naamini ni mtu jasiri kwenye vitu kama hivi na- na invite ushindani kama huu, minatoa ushindani wa timu kubwa kama hizi kusudi nami nijipime, niko hapa naamini mechi za wakubwa zilizotangulia mbili ama tatu zilizotangulia zimenipa somo. Kuja sasa nitaona kwamba wale wakubwa ambao wanaanza kuipoteza mechi kuelekea kwenye mechi hii, nimepata somo gani na nime adjust vipi mbinu zangu, ili kusudi na mimi niende mahali ambapo panapohitajika kwa wao. Kuhusiana na swali linalohusu mchezaji wangu wa Mario Mamade, ninachoweza kusema kwamba kila mchezaji mnayemwona Tanzania Prison na nako kwa form ni maelekezo ya kwangu. Kwa hiyo Isweda hata kama anapiga back pass anafanya nini maelekezo ya kwapo. Wakati mwingine kama hakuna sababu ya kushambulia una sababu na kila sababu ya kuitenga. So ni plan ya timu. Kile mnachokiona wakati mwingine sio kile anachotaka shabiki, sisi tutacheza hapana. Sisi tutacheza kwa namna ambayo tulivyo train. Kucheza safe salama ni moja ya mipango yangu mimi mwenyewe katika kiwanja cha mazoezi. Kucheza safe pass, hakuna sababu ya kurisk kwenye half yako. Tunachosema, tunatokaje kwenye half yetu pas for risk yoyote ile. Kwa hiyo anacheza vile, lakini tunafikani kwa sababu kama kuna tungekuwa tupati magoli au tufunge, au tutengeneze nafasi, maanake kwamba timu nzima inacheza hivyo, lakini kama mnamuona mchezaji yeyote anapocheza, maanake ni hiyo iwavutii nyinyi, lakini ni maelekezo ya kwetu. Lakini kienda kwenye swali la pili, e, tumejiandaje kwa kabili Yanga ina timu, ina timu ina ina ina ina ukuta ambao uko imara, masuala ya set pieces, nadhani tunajiandaa collectively kwa sababu ile ni timu kubwa kama nilivyotangulia kusema kwamba hii ni timu kubwa na tumeshaona ni timu ambayo iko strong, so mpango mzima auelekezi kwenye jambo moja tu. Unaelekeza namna ambavyo tutakapojilinda, unaelekeza namna ambavyo tutakavyoshambulia, unaelekeza namna ambavyo tutakapokuwa hatuna mpira tukaeje, inaelekeza tunapopata mpira tutashambulia katika maeneo gani, Yanga wana weakness maeneo gani, Yanga wana stress maeneo gani. Hivyo vitu vyote tumeweka kwenye wa wachezaji kwa hiyo mpango ule tutaona masiku ya kesho. Psychologically, wakiamka wako vizuri wachezaji wangu, mimi ninaamini hivyo vitu vyote ambavyo mnavyotaka mtaviona kwenye kiwanja cha cha mechi.